Changamoto kubwa sisi kwa upande wetu, kwanza tuliambiwa kwamba tukitoka barabara mwaka kuelekea Kilimanjaro kwamba abiria tusishushe mazingira kuanzia Kisimani mpaka roundabout, hilo tulitii na likawa sawa, lakini pia wamekuja kutuambia kwamba hatutakiwi kupita hii barabara kuu kuelekea huko. Sasa hatujaelewa shida ni nini, tunataka tuelewe kwa sababu hii barabara ndio inao ina abiria vituo vingi viko hapa sasa. Wakisema tupite mashine za mpunga kidogo, tunakuwa ni changamoto. Tunataka tupate suluhu ya kupita barabara hii, pia tupate hata kama haki zingine, maana tunanyanyasika, tuelewe shida njia. Tumezuiwa kupita barabara kuu, tupite nje ya barabara. Kwa nini hatutaki hicho? Na malori yanapanga foleni tatu, tunashindwa kwa kupita tena, siku tatu Siku ya kwanza tuligoma, tuliambiwa na RTO tuondoke, akatuelekeza akatu jinsi ya kupita, tukapita huko, tukaacha. Siku ya pili amekuja RTO, amekuja hapa jana, hajatuambia chochote kile. Amefika hapa bila kutuuliza wananchi tuna shida gani, amefika hapa amesema toeni bajaji, naambia maaskari toeni bajaji, pekee ni polisi hii. Jambo limetuumiza hii. Leo ni siku ya tatu, kama tumeongea na RTO Tumangela, tumangela. Wame wa tu wamebaki na malori tu. Tunataka tuongee na mkuu wa mkoa, ndio topa mwisho. Kama tukishinda mwaka jana tumeongee na mkuu wa mkoa, tunataka kimeleweka, tunataka tuwe m... Tuna na haki tupite barabara kuu kwa sababu tunalipa kwa mapato, halmashauri inatuzuia mikokoteni, malori wanapanga foleni, foleni tatu, foleni tatu, foleni tatu kutoka huku, tunabaki na magari ya halmashauri ya mji ndani na sisi pajaji natingwa. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza tunawapongeza waandishi wa habari, tunawashukuru waandishi wa habari kwa ujio wenu. Swala la msingi tunaomba, kama ni maroli uwe mstari huu mmoja. hey! hey! hey! hey! Swali la pili, mwandishi wa habari, jioni ile mama zetu baba zetu wamechoka madukani, wanarudi nyumbani na magari yao, tunashindwa kwa kupita kabisa pamoja na bajaji. Na ukilinganisha kwamba bajaji kwa siku moja ni zaidi ya watu milioni moja tunaowasafirisha hapa mjini Tunduma, unaona? Halafu saa ya pili hapa hapa hapa stendi ya zamani asubuhi na wiki iliyopita inakaa mistari mitatu pamoja na haya malori ya mafuta sasa mheshimiwa, so aliko hivi, haya malori yakagongana, sawa, moto ukalipuka, tutapata sala ngapi Tunduma? Ilikuwa naongea na mheshimiwa hapa, miongoni mwa vitu alivyo ni ni ahidi ni pamoja na kutoa checkpoint, miongoni mwa vitu alivyo ni ahidi tunaenda kuzungumza, miongoni mwa vitu alivyo ni ahidi ni kupunguza checkpoint. Kwa nini hapa ni na ameahidi tena kima mbali hilo, ameahidi tena kuitisha mkutano mkuu wote, tukakaa Tunduma kisii, sawa, tutoe kelo zetu zote.